nafasi hii ambayo tumeipata tusiiwachie, tuendelee kumuunga mkono Daktari Hussein Mwinyi aendelee kuiongoza Zanzibar, tuendelee kupata mafanikio zaidi Zanzibar nzima. Nimeelekeza huku Pemba kwa sababu baadhi ya watu wenzetu wa huku huku Pemba wanahisi hili ndio eneo la kujaribu kila kitu. Hii Pemba sio Pemba ya majaribio, kwamba kuna vurugu huko uje ufanye Pemba. Hiyo sio pemba hii. Kila pahala anaposimama Mheshimiwa Rais anaimarisha umoja, anaimarisha amani, anaimarisha ushirikiano, lakini wengine wakisimama, wanazungumza mambo mengine. Na nikisema haya, wala sizungumzie kuzungumza siasa, nazungumzia maendeleo ambayo tunayahitaji Pemba, na alhamdulillah, miradi inaendelea na tunasema miradi mikubwa zaidi pia inakuja Pemba. Haya tunayoyafanya hapa Pemba tunakwenda kuyafanya na Unguja. Na hii ndio Zanzibar ilivyo. Na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuamkeni. Tuache yale mambo ya zamani. Sasa hizi ni neema na neema tumeambiwa tuzishukuru. Tusipozishukuru tafsiri yake tutakufuru. Nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa, kwa mahudhurio yenu lakini niwashukuru pia kwa mashirikiano makubwa sana. Alhamdulillah, kila tunapokwenda tunapata mashirikiano makubwa sana. Tumekuwa tukipita maskuli huko, huu ni mwaka wa tano tunapita, tunahamasisha vijana wasome. Alhamdulillah, kila tunapokwenda tunakuta changes kubwa sana. Kwanza Mheshimiwa Makamu, tunakushukuru, tunakushukuru sana kwa kuendelea na kuendeleza utamaduni huu kuwa karibu na wananchi unaowaongoza. Mheshimiwa, umetualika tumefika hapa kwa dhamira ya kufutari kwa pamoja. Kwa hakika, hii ni ibada kubwa, ni katika mila na desturi ambazo Mtume Muhammad sallam alizifanya mwenyewe na alizihusia ziendelezwe, kwa sababu ndani yake panapatikana kitu umoja baina ya Waislamu kubwa kwa niaba ya walikwa wenzangu, tunamwomba Mwenyezi Mungu akulipe ujira kamili na iwe ni sababu ya kukunyoshea kila lenye kheri na kila lenye maslahi upande wako na kwa maslahi ya taifa letu.